Kuwa heri leo msikie sauti yake. Msifanye migumu mioyo yenu. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 27 ya mwaka C wa kanisa. Leo mama kanisa anatuarika kutafakari juu ya nguvu ya imani na wito wa utumishi wa kweli katika kitabu cha Injili mwinjili Luka sura ya 17 aya ya tano hadi ya kumi, mitume wanamuomba Yesu tuzidishie imani. Yesu anawajibu kuwa hata imani ndogo kama chembe ya haradani inaweza kuhamisha milima. Ni fundisho la kutia moyo kwamba imani, hata ikiwa ndogo, ikielekezwa kwa Mungu aliye mkuu inaleta matunda makubwa. Aidha, Yesu Kristo anaendelea kutufundisha juu ya moyo wa utumishi, kutenda wajibu wetu kwa unyenyekevu bila kutafuta sifa, ambayo hii inatufundisha kuwa wafuasi wa Kristo hawafanyi mema ili waonekane, bali kwa upendo na utiifu wa Mungu. Karibu tujiunge pamoja katika tafakari hii ya leo itakayoletwa kwenu na Padri Rwechungura kutoka Jimbo Katoliki la Tabora. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Wapendwa wana taifa la Mungu, niwakaribishe tena kwa mfurulizo wa tafakari zetu za kila Jumapili. Tafakari hii ni tafakari ya masomo ya Jumapili ya 27 na ya mwaka C wa Kanisa. Nitakuomba usome binafsi na kutafakari somo la kwanza na la pili. Mimi tafakari yangu hii, nitasoma somo la injili na kutoa tafakari ya injili. Pengine kutokana na muda wetu tunaokuwa nao, hatuwezi tukagusa tuka kila somo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Habakuki sura ya kwanza aya ya pili mpaka ya tatu na sura ya pili aya ya pili mpaka ya nne. Somo la pili linatoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timoteo sura ya kwanza aya ya sita mpaka ya nane na aya ya kumi na tatu mpaka ya kumi na nne. Sura ya kwanza ya waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timoteo aya ya sita mpaka ya nane na aya ya kumi na tatu mpaka ya kumi na nne na somo la injili ni injili ya Luka sura ya kumi na saba aya ya tano mpaka ya kumi. Tuanze na utangulizi mfupi. Mnakumbuka, tunaendelea na safari yetu tukiwa pamoja na Yesu tukisafiri naye kutoka Galilaya. Yesu yuko pamoja nasi kuelekea Yerusalemu, na njiani Yesu anatufundisha mambo mbalimbali. Mfano, jumapili iliyopita, jumapili ya 26, tulitafakari juu ya yule tajiri na Lazaro, mtakumbuka vizuri. Sasa leo tunapoendelea na safari ya Yesu kuelekea Yerusalemu, safari ambayo ni zaidi ya kijiografia, safari ya kijiografia kutoka toa moja kwenda nyingine, lakini hasa zaidi safari ya kimungu ambapo Yesu anatumia nafasi hiyo kuwapa mafundisho mbalimbali mitume wake akiwa safarini. Hasa ndio lengo kuu la Luka kutuletea hayo, na Yesu wakati huo anafundisha na anaenda Yerusalemu. Hayo ndiyo mafundisho ambayo tumekuwa tukiyatafakari tangu Jumapili ya 13 ya mwaka che wa kanisa au mwaka si wa kanisa, na leo tuko Jumapili ya 27. Sasa wana liturujia mama kanisa, leo tunapaswa kusoma Injili ya Luka sura ya 17 aya ya tano mpaka ya kumi kama nilivyosema, lakini mimi kukusaidia wewe tuweze kutafakari vizuri maneno haya Nitaanzia ile sura ya 17 hiyo hiyo, lakini nitaanza na mistari minne ya kwanza ambayo haikuoneshwa hapa, alafu baada ya mistari hiyo minne ya kwanza, tuendelee na hasa somo lenyewe la leo. Sasa tuanze na tafakari fupi. Sasa injili ya Luka sura ya 17 mstari wa kwanza mpaka wa nne, ambao haumo sasa kwenye somo la injili ya leo, kwa sababu injili ya leo inaanzia mstari wa tano kama nilivyosema. Yesu aliwaambia wafuasi wake, kutokea makwazo hakuepukiki, lakini ole wake yeye ayaletaye. Yamfaa zaidi afungiwe jiwe la kusagia shingoni mwake na kutoswa baharini, kuliko kumkwaza mmoja mmojawapo wa wadogo hawa. Jihadharini. Kama ndugu yako akikosa, mumonye; akitubu msamehe, na kama akikosea mara saba siku moja akarudi kwako mara saba akisema nimekosa, basi umsamehe. Mpendwa msikilizaji na uh, mtazamaji wa tafakari hii, hii mistari minne nimefanya makusudi kuisoma kwanza. Yesu anaongelea vitu viwili vikubwa. Cha kwanza, nawaambia wafuasi wake juu ya kuwakwaza kwa wale ambao ni wadogo anasema kwamba makwazo yatatokea lakini kwenu ninyi wafuasi, kimsingi anataka kutuwasa na alikuwa anawaambia mitume wake na wafuasi wengine, kama wafuasi waaminifu wa, wa Bwana wetu Yesu Kristo, wasiwakwaze watu wengine ambao pengine hata imani yao bado ni ndogo. Tunaposema kumkwaza mtu, ni Kiswahili cha kawaida, na katika muktadha au katika mazingira ya dini kumkwaza mtu inaweza ikawa na maana gani? Unaweza ukawa wewe au mimi, ni Mkristo, ni muumi, ni mfuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, maneno yangu nayo yasema ambapo mtu mwingine akiyasikiliza yanamkwaza, yani ana, anashangaa ategemei maneno kama hayo, pengine mabaya au machafu au ya kukashifu dini au ambayo ni tofauti na mfuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo ayasikie kutoka kinywani mwangu, au pengine matendo yangu. Tena hiyo ndio mbaya zaidi, matendo yangu ninayatenda, lakini yule anayeniona, yani, imani yake inakwazika ina, ina, ina imani yake mpaka anasema, huyu mtu ni wanamna gani? Mfuasi kweli wa Bwana wetu Yesu Kristo? Kwa sababu tunategemea mfuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo atende matendo mazuri aseme maneno mazuri, kama ni kutenda kazi yake mahali popote, iwe ofisini, iwe biashara yake, afanye shughuli hiyo vizuri sana kama mfuasi wa Bwana wetu Yesu Kristu. Asijiingize mfano katika mambo ya kishirikina. Kama ni kwenye familia, alee familia yake vizuri, awafundishe watoto wake imani, awe mfano wa kuigwa kwa watu wote. Sasa Yesu anasema Mkristo huyo akiwa hivyo ni vizuri, lakini ikiwa kinyume chake, tukatenda kinyume na, na, na maongozi ya Mungu kinyume na Yesu anavyotufundisha. Maana yake kuna watu tunawakwaza, na unaweza ukajiuliza wewe, maisha yako unayo yaishi hayawakwazi watu, hayawafanyi watu warudi nyuma? Au pengine watu wangependa kuongokea Ukatoliki, Ukristo, lakini wanarudi nyuma, wanasema kwamba kama hao watu wanaishi hivi, basi mimi hata nisipokuwa Mkristo. Sasa Yesu anasema makwazo yatatokea lakini ole wake kwa mtu anayeyasababisha. Anasema ni mara mia afungiwe shingoni jiwe la kusagia atupe baharini. Jiwe la kusagia lilikuwa ni zito sana wakati wa Yesu, hata kwenye mila zetu, miaka mpaka ya tisini, elfu mbili, mimi nakumbuka kijijini kwetu kulikuwa kina mama wana mawe ya kusagia. Najua ukilitumbukiza kilitumbukiza maji na lilikuwa ni kubwa, lazima jiwe liende moja kwa moja mpaka chini kabisa ya maji. Kwa hiyo ufungi, yani upotee usije ukaonekana, ndio maana ufungiwe jiwe maana yake Yesu anasema kwamba mtu anayesababisha makwazo kimsingi hapaswi kuishi. Yaani, hilo ndio neno la msingi. Kwa nini uishi alafu uendelee kuwakwaza watu? kama unaleta makwazo, yaani kitu hicho, Yesu anasema kwamba kisionekane, kisiwepo miongoni mwa wafuasi wake. Baada ya kuwapa hiyo dozi, ambayo wakaitafakari wakaona mm, hii kitu kigumu, anawaongezea kitu kingine kwamba ndugu yako akikosea umkosoe au umkanye, abadilishe mwenendo wake, na akirudi kwa akasema nimetubu, msamehe. Akikosea tena msamee, akikosea tena msamehe, mpaka mara saba. Na kimsingi saba, katika Biblia, namba ya ukamilifu. Maana yake hata aje zaidi ya mara saba, maana yake mara nyingi uwezekanavyo, unamkanya au anatubwa anarudi, uendelee kumsamehe. Sasa nikuulize wewe unayesikiliza tafakari hii unayeangalia kwenye chombo kile labda YouTube unalionaje hilo? Unaweza mtu kumsamehe mara nyingi iwezekanavyo na nafutendia hivyo kila siku hivyo au kwa siku hiyo moja? Sasa katika muktadha huo, katika hali ya namna hiyo, baada ya kupigwa dozi hiyo kwamba msiwe vikwazo kama nilivyoeleza, mwasamehe wenzenu wanaokuja wakatubu hata mara nyingi iwezekanavyo kwa siku muwasamehe, mitume wanaona hapana, hii ni kama dawa chungu kuimeza. Wanaona maisha ya kuwa Mkristo namna hii ni magumu. Kwangu hata mimi, kusamehe sio kitu kidogo sana, kumsamehe mtu yule yule mara kadhaa kwa siku moja na kurudia, au kuishi maisha ambayo si ya kumkwaza mtu. Sidhani kama mimi na ukamilifu huo, uadilifu wa namna hiyo, ni kitu kigumu. Sasa katika hali hiyo, mitume wanasema kwamba hapana Bwana tuongezee imani. Na sasa somo la leo la kiliturujia la leo Jumapili 27 linaanzia hapo, naomba tusikilize somo hilo. Mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, kama ungekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mungeuambia mkuyu huu ng'oka ukapandwe baharini nao ungewatii. Lakini nani kwenu mwenye mtumwa alimaye au achungaye ng'ombe, atakayemwambia mara rudipo kutoka shambani, njoo upesi keti ule chakula? Je, hata mwambia nifanyie tayari chakula nile, jifunge unitumikie, hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapokula na kunywa. Je, atampa sante yule mtumwa kwa sababu amefanya aliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kufanya yote mlioagizwa, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida tumefanya tu yatupasayo kufanya. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Eh, mpendwa mwana taifa la Mungu. Hapa kuna mambo kama mawili. Mitume baada ya kuambiwa lile swala la kutoa kwaza watu, ambalo ni gumu sana kwa kila mtu, swala la kuwasamehe wanaowakosea mara nyingi wezekanavyo, hata kama ni kwa siku mtu anakurudia, wanasema tuongezee imani. Wanatambua kwamba hapa, Bwana, tunahitaji imani thabiti au imani iliyo kubwa zaidi, lakini Yesu anatufundisha kitu kimoja, kwamba tusidhani kama imani ni kitu cha kupimwa au cha kumilikiwa na mtu. Kilicho cha msingi tukiwa na imani, hata kama tunaiona ni ndogo, lakini tukaiweka mikononi mwa Bwana, tukamtumainia Bwana, Bwana ataweza kufanya mambo makubwa katika maisha yetu hata yale ambayo sisi tunaona hayawezekani, kwa sababu yale yasiyowezekana katika uwezo wa kibinadamu, katika macho ya kibinadamu, kwa Mungu yanawezekana. Ndiyo maana huu mfano wa kwamba mtu akiwa na imani ndogo hata ya haradari, anapoambia mungeweza kuambiwa mkuyu huu ng'oka, ni lugha ya picha. Mkuyu hule kung'oa si kitu rahisi kwa hali ya kawaida, ila ni kitu ambacho kibinadamu waza kiwezekani. Lakini Yesu anataka kusema kwamba yale ambayo haiwezekani, ya tukiwa na imani hata iwe ndogo namna gani, tukajiweka mikononi mwa Mungu, tukiwa na imani na matumaini makubwa kwa Mungu, hayo yote yatawezekana. Mpendwa mwana taifa la Mungu, tuliangalie hilo Natumuombe ms na sisi Mwenyezi Mungu atuongezee imani. Na kutamka maneno hayo kwamba tuongezee imani ni alama ya unyenyekevu. Ni alama kujishusha, eh, kama Paulo anavyosema kwamba mimi ni mdhambi eh, au ni kwa neema ya Mungu nimekuwa kama nilivyo. Eh, sisi sote ni kwa neema ya Mungu tumekuwa kama tulivyo. Kwa swala hilo la imani iliyothabiti Mungu ataiwekea mikono yake, ataipa baraka yake, na tutafanya mambo hata yale ambayo hayawezekaniki. Lakini tukiendelea Yesu anawaambia kitu kingine, ule mfano mzuri wa wa wa kuhusu mfanyakazi yule e, mtumwa na bwana wake. Wakati wa Yesu kilikuwa ni kitu cha kawaida, watu wanakuwa na watuma wanaowatumikia kama hapa inavyoonekana, ilikuwa labda nyumba ya kawaida, familia ya kawaida, wana mtumwa ambaye anachunga mifugo, lakini baada ya kuchunga mifugo atakuja andaye chakula na kadhalika. Sasa Yesu anasema unamfanya kazi huyo au labda tuseme basi mtumwa huyo, kwa wakati ule unatoka unakuja nyumbani, utamwambia kwamba kaa kwanza wewe ule ushibe, alafu ndio je kuniandalia mimi chakula. Hapana. Au nikitumia maneno ya kawaida kwa mfano, mara nyingi tunaenda kwenye hoteli, migahawa Unafika pale yule mhudumu anakuja kuhudumia, utamwambia kwamba we mhudumu, navyokuona labda hujala, au umemkuta hujui kama amekula chakula, unamwambia kwamba tulia kwanza, we labda upate soda ule unywe, baada ya hapo uje uni, unihudumie uni, uni mimi. Au nitoe mfano mwingine kwa wale ambao, kwa mfano, na wafanya kazi wanawasaidia nyumbani, labda wale wadada wa kazi wako nyumbani, mama umetoka kazini, labda na mme wake mmefika nyumbani, mmechoka, yule dada wa nyumbani wa kazi ameshaandaa chakula. Mtamwambia, dada we kwanza ule, kishakula na kushiba ndio uje utudumie sisi? Si kawaida tunategemea yule mhudumu aje afanye atudumie kwanza, alafu baadaye na yeye atajihudumia. Kwa hali ya kawaida ndivyo ilivyo. Sasa Yesu anasema kwamba, je, mhudumu huyo akishafanya shughuli hiyo, je Utampa asante yule mhudumu kwa alichokifanya? Wewe ni kuambia unapoenda hotelini, ni wazi tunapokula wakati mwingine tunawapa huduma wale tunamwambia asante. Lakini umemwambia kwamba kula kwanza ale, alafu akaja akakuhudumie, utamwambia asante? Kuna watu wanasema asante, lakini si lazima kusema asante. Au nyumbani, we mama, yule dada wa kazi niliyokuambia amekuhudumia, unaweza ukamwambia asante, ni kitu kizuri, lakini sio lazima. Kitu cha cha cha kusema asante si lazima, japo ni kitu kizuri, kwa sababu ametimiza wajibu wake. Yesu kwa nini alitoa mfano huu? Alisema hivi: Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu amefanya aliyoagizwa? Halafu maneno ya mwisho haya kwangu ni ya muhimu sana, vivyo hivyo nanyi mtakapokwisha kufanya yote mlioagizwa, semeni sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Yesu anasisitiza kitu kimoja kikubwa, unyenyekevu katika utumishi wetu. Unyenyekevu tukiwa na maana gani? tunapotimiza yale tunayopaswa kutimiza sisi kama wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, au kama mimi ninavyotoa tafakari hii, au mimi padre nimehudumu misa, nikaongoza misa, tukasali pamoja, au nikafanya shughuli yote ya kimungu, shughuli ya kichungaji ambao ni wajibu wangu, sipaswi kusema kwamba nimefanya haya labda watu wanishukuru au kusema kwamba Mungu, nimefanya vizuri, nina mastahili mbele yako. Hapana, kimsingi nimefanya ninayopaswa kufanya, na nisipofanya hayo, sijatimiza wajibu wangu. Na kitu kile kingine, inabidi tukumbuke kuwa tunapofanya shughuli hizi, kwanza mbele ya Mungu, hatufanyi kama inavyostahili kufanywa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sisi ni binadamu wa dhaifu. Yesu pengine aliyasema haya kutupa angalisho. Wakati mwingine, kwa mfano, sisi watumishi wa Mungu nikijisemea sisi watumishi mfano. Tunaweza tukafanya mambo halafu na waamini wakatupongeza. Padre, umefanya mambo makubwa. Umehubiri vizuri sana. Kwanza, mwingine ukimuuliza umehubiri nini? Hawezi akakwambia. Inaweza ikakupandisha kichwa. Au mwingine, ah, Padre, umekaa katika parokia hii. Sio, mmejenga kanisa. Umefanya hiki na hiki, unajiona kama unakuwa na kabila kumbe, kila mtu hapa ananiona nafanya kazi vizuri. Na wapo watu hata wakipata uhamisho kutoka kwa mfano sehemu ya huduma parokia fulani, kuna wengine wanasikitika, angependa abaki katika ufalme huo. Yote tunayofanya yani, kimsingi tuna masta yote mbele ya Mungu, tunafanywa tunafanya, tunatimiza yale ambayo tunapaswa kuyafanya na tutegemee kwamba basi Mungu labda atushukuru au watu watushukuru. Hapana, ni alama Mungu anayotaka kutufundisha kwamba tuwe wanyenyekevu. Kuna mfano mmoja mzuri ambao nimeukumbuka. Kipindi Mtakatifu Yohane Paulo wa pili akiwa Papa, mnajua alihusika sana, na kwa nguvu za mwenyezi Mungu pia, ule ukomunisti uliokuwa nchi za Ulaya mashariki hata Urusi yenyewe kuanguka chini. Ukomunisti haukupenda dini, watu walinyanyaswa. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alihusika sana katika hilo. Siku moja nilikuwa nasoma mahala, mwandishi mmoja wa habari akamwambia, Baba Mtakatifu, ulifanya kazi kubwa sana ya kuangusha ukomunisti, juhudi yako ilikuwa nzuri sana. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alijibu hivi: mimi ni mtumishi nisiyekuwa na faida, nimefanya yale yaliyo nipaswa kufanya. Maneno haya kutoka Luka sura ya kumi na saba tuliyoyasikia, unapofanya kitu mwombe Mungu akusaidie, unapoona kimefanikiwa mshukuru Mungu. Tusiwe na kiburi, tuwe wanyenyekevu. Tunaweza mahubiri yetu kuyaweka katika ufupi kabisa. Kwa hayo mambo manne niyoyaongelea kama ifuatavyo: cha kwanza, tujitahidi tusiwe vikwazo kwa watu wengine, tusiwakwaze. Maisha yetu yawavute watu kwa Yesu. Cha pili, wale watu wanaokosa tuwaonye watubu warudi kwa Mungu. Hata sisi tukiwakosea wengine wakatuona nya tuwe tayari kurekebika, tusikomae katika makosa. Na huyo ndugu yetu ambaye anatubu au sisi tunapoenda kutubu, hata kama ni mara nyingi, tuwasamehe hao wa watu. Lakini cha tatu, tutende utume wetu kwa uaminifu mkubwa. Unapofundisha mwalimu, shuleni, ofisini uliko, biashara unayoifanya, kazi yako binafsi unayoifanya Ishi maisha yako ya Ukristo vizuri, uwe kivutio kwa watu wengine, waseme huyu Mkristo ni mzuri. Lakini na kwa kufanya hayo yote, uwe ni padu uwe ni mtaa uwe ni mlei kama nilivyosema, usiwe na kiburi, hapana. Umetimiza yale uliyopaswa kufanya mbele ya Mungu. Nikutakie neema na baraka katika maisha yako siku ya leo na siku zingine, na tuendelee kuombeana, na baraka ya Mungu Baba Mwenyezi ya baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikushukia na ukanawe daima. Tumsifu Yesu Kristo.